Tunajua mama anapoleta mtoto hatakiwi yeye tena kupata matatizo. Kwa hiyo ndio maana tunaona jambo hili ni muhimu sana kwamba tunathamini na kujali utu na maisha ya huyu mama ambaye ni wa thamani sana anatufanya tuwe na uhakika wa nchi yetu kuwa na kizazi endelevu. Sasa katika mchakato wa kutuletea hao wageni yeye hatakiwe kupata matatizo ya aina yoyote, kuanzia masuala kama haya ya fistula au kupoteza maisha. Naamini pamoja na msisitizo ambao tutaendelea nao katika kutatua tatizo la fistula, kwa maana kufanya kwa mfano matibabu, lakini naamini tutaendelea kwa pamoja, kwa sababu ni wadau wote mchanganyiko na wote tunahusika kuweka mikakati ya ni nini tuendelee kufanya kuzuia wasipate fistula. Kwa hiyo kwenye prevention, naamini tuna kazi kubwa ya kufanya Lani. Na ninaamini kwa sababu ya uwekezaji mkubwa ambao umeendelea kuhakikisha mama anapata huduma hizi za uzazi ulio salama mahali karibu na anapoishi, naamini tutaendelea kuboresha na serikali imefanya mambo mengi makubwa naamini yale mapungufu ambayo yapo sisi wote tutaendelea kuyajadili, lakini pia kuyapatia mapendekezo yanayoleta ufumbuzi. Lakini pia ninaamini huyu mama pia ambaye tutamjadili, ambaye tunamfanyia fistula repair kwa mfano, maisha yake baada ya hapo yanakaaje? Kwa sababu yawezekana mpaka hatua hiyo amepoteza mambo mengi, mwingine kapoteza mume, kapoteza heshima yake, kapoteza kila kitu. Sasa amepona sawa, lakini anarudi vipi kwenye jamii na kuishi maisha yake yale aliyokuwa anaishi kule mwanzo? Na nafikiri hili ni eneo ambalo wote kwa pamoja tuna sababu ya kuweka mikakati. Nakumbuka nikiwa hospitali ya Hamlin kule Addis Ababa mwaka 2015 moja ya kitu kizuri nilikipenda kwao ilikuwa wanafanya tathmini ya kila mama ambayo wameshamhudumia namna back kwenye ya ku integrate kwenye jamii, na walikuwa wanaangalia ni kitu gani cha kuzalisha eh, yani cha kiuchumi ambacho wanaweza kumsaidia, na hayakuwa mambo makubwa na yote yako ndani ya uwezo wetu. Kwa mfano walikuwepo wanaosema mimi kule ninapoishi naishi karibu na shule ya msingi au sekondari na watoto pale wakati wa mapumziko wanatafuta vitafunwa e, wanataka chai. Kwa hiyo nikiwezeshwa nikapika maandazi nikachemsha na chai e, nitapata kipato fulani. Kwa hiyo ilikuwa sasa, wakati wana mdischarge, watampa mfuko wa unga, katoni ya sukari, watampa pesa za viti vichache na meza kwa ajili ya watu kukaa akienda kule anaona amerudi kwenye maisha yaliyo bora na sasa anaona kabisa naye ni mwanajamii kama walivyo wengine. Nadhani tunafahamu ule mchakato wa kuwa kwenye lile tatizo la fistula, wengi sana wanapata matatizo mengi. Naitwa Clement George Ndahani, ni country manager wa Fistula Foundation Tanzania. Fistula Foundation Tanzania ni mdau mkubwa anayegharimia matibabu ya fistula Tanzania kwenye hospitali zote zinazotibu fistula Tanzania ikiwemo hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya, ikiwemo hospitali ya CCBRT Dar es Salaam, ikiwemo hospitali ya Bugando Mwanza, ikiwemo hospitali ya Nkinga iliyoko Tabora, ikiwepo hospitali ya Maternity Africa ambayo ipo kule Arusha, na ikiwepo hospitali ya KCMC pamoja na chama cha madaktari bingwa wa upasuaji wa fistula Tanzania. Kazi yetu sisi ni kuwezesha hawa wakinamama ili watibiwe bila kulipa na kwenye furushi letu la malipo tunalipia matibabu yenyewe, tunalipia nauli ya kwenda na kurudi kutoka hospitali, tunalipia kula na kulala na kila kipimo kinachofanyika hospitali. Wakina mama wenye tatizo la fistula wenyewe waje watibiwe. Kwa nini? Utafiti unaonyesha wakina mama wanaopata tatizo la fistula wengi wao ni masikini, na ufahamu wao elimu yao pia ni ndogo. Kwa hiyo hawawezi kumudu gharama za matibabu ya fistula ambazo kwa wastani ni zaidi ya milioni mbili. Kwa mtanzania wa kawaida kuzimudu hizo gharama, mama masikini ni tabu sana. Ndio maana sisi tunafadhili matibabu hayo ili wao waweze kutibiwa bure. Wadau wa fistula Tanzania tumekutanika hapa Mbeya kwa kikao chetu cha mwaka kabla ya siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula duniani. Kwa nini tunakutanika Mbeya? Moja, Mbeya ni moja ya mikoa ambayo imekuwa inatoa wagonjwa wengi wa fistula, lakini namba mbili, hospitali ya kanda ya Mbeya ni moja hospitali zinazotibu tatizo la fistula bila malipo yoyote kwa hisani ya Fistula Foundation. wetu tunafanyika hapa kama sehemu ya kuujulisha umma kwamba jamani, wewe uliyeko Mbeya, ulieko Songwe, ulieko Iringa, ulieko Njombe na viunga vinavyozunguka mkoa wa Mbeya matibabu yako jirani na wewe, pengine usisafiri kwenda mbali. Kwa tuko hapa pia kuambia watu matibabu yanapatikana Mbeya bila malipo yoyote. Kwa kawaida wadau wa fistula hukutana kila mwaka kuangalia tumelenga nini, tumetekeleza nini, tuko wapi na mwakani tunafanya nini? Hiki ni kikao chetu kinafuatia kikao tulichokaa Arusha mwaka jana na kikao tulichokaa Mwanza. Kwa hiyo hapa tunakuja kuangalia tumetekelezaje yale maazimio na tunaendaje mwakani, ili kuhakikisha kwamba huyu mwanamke anapata huduma bora. Maana ikishakuwa huduma ambayo yeye halipi haimaanishi yeye asipate huduma bora. Kwa hiyo lengo letu tudumishe ubora wa huduma, huduma zimfikie kwa wakati na awe na taarifa za kutosha wa Dokta Rebecca Mokeha Mokami. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi hospitali ya Kanda ya Rufaa ya Mbeya, lakini pia mimi ni fistula surgeon na coordinator wa tatizo la fistula katika mkoa huu wa Mbeya. Kama tulivyo tunavyojua kwamba tatizo la fistula bado ni kubwa sana Tanzania na kwa mwaka tunapokea wagonjwa kama elfu mbili mia tano mpaka elfu tatu ambao wanaweza wakapata tatizo hili la fistula, lakini tunaweza kuwahudumia wakina mama elfu moja tu kwa upasuaji. Kwa nini? Kwa sababu wakina mama wengi wanapopata tatizo hili kuna mambo mengi ambayo wanaaminishwa na jamii. Wapo wengine ambao wanaamini kwamba ukipata tatizo la fistula halitibiki, wapo ambao wanaamini kwamba unakuwa umepata laana. Kwa hiyo wengi wanajificha na hawajitokezi kwa ajili ya matibabu na kwa sababu hiyo ndio maana tunajaribu sana kuendelea kuelimisha jamii na kuwaambia wakinamama wote na jamii yote ya Watanzania kwamba tatizo hili linatibika na kuisha kabisa. Wakinamama wote wenye tatizo la fistula au kama ulikuwa na tatizo la kuchanika msamba baada ya kujifungua, ujitokeze uje hospitali. Hospitali za kanda zote zinatoa matibabu haya, lakini pia hospitali ya kanda ya rufaa ya Mbeya tunatoa matibabu haya bule tunaishukuru serikali pamoja na Wizara ya Afya na wadau tunaofanya nao kazi ambao wanatuwezesha kuwatibu hao wakinamama bure kabisa na kuwarudishia tena tabasamu, kwa sababu uh, tatizo la fistula ukiacha pia hilo tatizo la huyu mama kutokwa na mkojo wakati wote, lakini ni tatizo ambalo kisaikolojia linawarudisha nyuma, kiuchumi linawarudisha nyuma. Ni watu ambao unakuta wanajificha katika jamii, hawawezi kujishughulisha na huduma za kawaida za kuwaingizia kipato. Lakini pia wakina mama wengi wanakuwa ni watu ambao wametoka katika jamii za chini sana, kwa wengi hawawezi ku kupata matibabu au kujipatia matibabu wao wenyewe. Kwa hiyo naendelea kuwasisitiza wakina mama kwamba matibabu haya yanapatikana bure, waendelee kujitokeza. Tuna tumeona kwamba wakina mama hawa bado wapo katika jamii yetu, kwa sababu kwa kipindi hiki ambacho tumetangaza kwenye hii kampeni ambayo tunaendelea nayo tumepata wakina mama wengi ambao tumeshawapatia matibabu mpaka sasa. Ndani ya siku mbili tu hizi tumeshapasua wakina mama kumi, na wagonjwa wengine bado wanaendelea kujitokeza na tunaendelea kuwapokea. Kwa majina, ninaitwa Fidea Obimbo, ni mratibu wa afua ya fistula Tanzania, ninafanya kazi na Wizara ya Afya Idara ya Afya ya uzazi mama na mtoto, sehemu ya uzazi salama, ambapo ndipo hapo tunaposimamia hii afua ya fistula kwa sababu inatokana na uzazi uh, malengo ya kuwepo Mbeya tarehe hizi ishirini na moja mpaka kesho na keshokutota tarehe ishirini na tatu ni maadhimisho ya siku ya fistula duniani. Uh, na kwa nini tunaadhimisha siku ya fistula duniani ni kwa sababu babu, ilikuwa imesaulika na 2013 ilipokaa UN uh, pamoja na mabaraza ya kimataifa wakaona ni muhimu kuadhimisha hii siku kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuelewa uwepo wa fistula ya uzazi, lakini pia kuhamasisha kuwakinga wanawake wasipate fistula ya uzazi, lakini pia hata kutoa elimu kwenye jamii ili waweze kujua kuna hiki kitu kinachoitwa fistula ya uzazi na kinaweza kutibika. Kwa Tanzania, fistula ya uzazi kwa sasa hivi ipo kwa asilimia kubwa kidogo, ambapo kwa mwaka unaweza ukakuta watu 2000 mpaka 3000 wanakutwa na fistula ya uzazi F2, ADF3, ya na kati ya 2000 hadi 3000 ni 1500 ndio tunaweza kuaibua na kuwahudumia. Unaweza ukakuta mtu anakaa na fistula ya uzazi paka miaka kumi, miaka kumi na mbili, anatembea anavuja ule mkojo. Na fistula ya uzazi nadhani kama tunavyofahamu ni kwamba ni ile hali kipindi cha ujauzito mama akijifungua njia haja kubwa na haja ndogo zinatoka pamoja zinachangamana. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafedhesha wanawake na wengi wamekutwa wakitengwa kwenye jamii na wengine hata kufikia hatua ya kupata sonono na hata kujiuwa, na hata kujiua kutokana na ile msongo wa mawazo. O, lengo kubwa kama Wizara ya Afya pamoja na wadau tunaoshirikiana nao, ukiangalia tuna uh, shirika la kimataifa la UNFPA tuna Fistula Foundation tuna Amref lakini, wengine hapa wapo, tuna Americares, na sasa hivi tunamshukuru Mungu tumepata kuwa pamoja na Save the Children ambao wanaweza kutujoin. Pambana na hili janga la fistula. Fistula ni ugonjwa ambao unaweza kutibika na tupo hapa kama wadau siku ya leo na kesho kwa ajili ya kujadiliana afua hii ya fistula kuona ni namna gani tunaweza kuimaliza fistula Tanzania kama tumeweza kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kutoka mia tano hamsini na sita mpaka tumefikia mia moja na nne. Kwa nini fistula tushindwe kuipunguza na chanzo chake kikubwa ni uzazi kwa hiyo Tanzania kwa kushirikiana na wadau na jamii inayotuzunguka kwa pamoja, tukielewa fistula kwamba inaweza kuzuilika na ikiwa bahati mbaya mama ameshapata fistula anaweza kutibiwa, kwa pamoja tunaweza kumaliza janga la fistula kufikia ishirini thelathini kama ilivyo mkakati wa kimataifa wa kupunguza fistula Tanzania asmini. Uh, kwa ujumla tunaenda vizuri. Uh, kwa sababu afua iko katika mikono salama ya uzazi salama. Kwa mfano kama sasa hivi ukiangalia, tunapambana kwa ajili ya kufikia kufik uh, naamini kufikia wale wazazi ambao hawafikiki tuna kampeni hii ya Samia yote hii ni kufikia ambao hawafikiwi kiurahisi na huduma ya afya ya, ya uzazi kwa ajili ya kuboresha huduma yao. Lakini pia kama idara tumekuwa na vitu vingi ambavyo tunafanya kwa ajili ya ku, saidia kuzuia majanga yanayotokana na uzazi ikiwa ni pamoja na fistula. Tunafundisha watu wa huduma wetu, kuna vituo vimejengwa vya dharura, lakini pia tumekuwa tuki, uh tukiwekeza katika rasilimali kama vifaa tiba kwa ajili ya kuweza kutoa huduma zenye viwango kwa ajili ya kufikia kina mama hawa ili wasiweze kupata dharura zinazotokana na uzazi ikiwemo pamoja na fistula lakini pia tuna wadau wa maendeleo kama nilivyowataja wataja, ukiangalia UNFPA ana sehemu yake kubwa sana anayofanya katika fistula kwa ajili ya ku... anajengea uwezo watu wa huduma, kuna wauguzi pamoja na madaktari wa kunga anawajengea ili waweze kutoa huduma zenye viwango. Ukiangalia Amref kuna amerikea, lakini pia kuna uh, kuna Fistula Foundation. Na kuna mashirika ambayo nimetaja sahizi yanaingia kwa sababu wameona umuhimu wa hiki kitu na wenyewe wameingia. Kuna Tosamaganga chini ya uh, ya shirika la kuwam, pamoja na Save the Children wenyewe wanakuja kwa ajili kutusaidia eneo la uzazi, unaamini chakulishe, pamoja na eneo la vijana wanaopata mimba za utotoni. Kwa hiyo tunapambana kwa kweli, na naamini kufikia 2030 tuna uwezo wa kupunguza, kama tumeweza kupunguza vifo vya kina mama kufikia toka 556 mpaka 104. Ninaamini fistula pia na uwezo wa kutoka, kwa sababu fistula mara nyingi inawapata wale watu wenye maisha duni, na ukiangalia Tanzania tumewekwa katika uchumi wa kati, kwao hatuna sababu ya kuwa na fistula kama tuko katika uchumi wa kati, na hatuna sababu ya kuwa na fistula kama huduma zetu za afya ya mama zimeimarishwa, na ndicho tunachopambana. Ukiangalia hapa meta tuna jengo linalotoa huduma linalozingatia heshima, utu na stari ile pale, yote hiyo ni katika kuboresha huduma ya afya ya mama. Kwa hiyo tumejipanga, na ninaamini tutafikia malengo ya kiulimwengu ishirini thelathini.